So mimi ni mtoto wa Jirongo. My name is uh, Joseph Jirongo. Jirongo alizana na mama yangu uh, na watu wa, nyimu na jua vizuri kabisa mtu anapokuwa kwa ndoa kama hiyo. ilikuwa ndoa mheshimiwa, na alikuwa na ndoa mingi na baba yangu ajeni support. imekuwa nikisumbukana tu, sasa ndio nimesema now that ame, amekufa wacha nisema, at least wa Kenya wajue na Nime ni ameniacha nimekuwa nime nikiteseka, lakini sasa now that ameenda I'm not si sisemi hivi kwa sababu ati amekufa ndio nipate gigi ama nini. Nataka tu wakenya wajue I'm one of his son, na unfortunately, mama yangu ni mganda naso. I think vile nimezaliwa Uganda, mahali panaitwa Amdat. Hakuwahi kuja, hakuwahi nitafuta A, ameenda. Naomba tafadhali, wa Kenya mnisaidie, nataka kuja matanga ya baba yangu eh, eh, is my brother. Tafadhali, tafadhali penye huko nisaidie, nikuje matanga ya baba. Naomba tu mnisaidie kweli, mnisaidie. Nataka kuzika maidadi pia mimi, tafadhali wa Kenya nisaidieni tu, naomba usaidizi wenu.